Nataka niwaambie yote yaliyozungumzwa, maendeleo sekta za maendeleo ya jamii, maji, umeme, afya na elimu, nataka niwaambie hatujafika mwisho. Tumeanza kazi, awamu ya pili tunapoingia, tunakwenda kuendeleza kazi. Kwa wale wote ambao hawajafikiwa na huduma hizo, wawe na uhakika kwamba huduma hizo zitawafikia. Umeme utawafikia, maji yatawafikia, elimu, huduma za elimu zitawafikia, na huduma za afya zitawafikia katika ngazi yoyote ile aliyo, kama ni zahanati au kituo cha afya, hospitali ya wilaya ya mkoa au ya rufaa, huduma hizo zitawafikia. Kauli mbiu yetu tuliyoanza nayo awamu ya kwanza ya awamu ya sita Tulikuwa tunasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa kweli tuliendeleza kazi tuliyorithi awamu ya, ya tano. Na mimi nikiwa sehemu ya awamu ya tano nilikuwa kama makamu wa rais, niliendeleza kazi ile ndani ya awamu ya sita. Hiyo ndo kauli yetu ya kipindi cha kwanza cha awamu ya sita. Lakini kipindi hiki tunasema kazi na utu. Kazi na utu, tunasonga mbele. Maana yake ni nini? Maana yake chama cha mapinduzi tunarudi tena kwenu kuomba mtupe kazi, tukafanye kazi, tulinde, tuheshimishe, tuimarishe utu wa Mtanzania. Kazi na utu. Kwa ndugu zangu, niwahakikishie, niwahakikishie kwamba tutafanya kazi kujenga na kulinda utu wa Mtanzania. Kwa pamoja tuende mbele kama taifa, kama jamii ya Watanzania. Kwa maeneo yote tumefanya kazi kwenye barabara, tumefanya kazi kwenye anga, kujenga viwanja vya ndege na kukarabati, tumefanya kazi kwenye maji, kujenga bandari na kujenga vyombo vya usafiri ndani ya maji kwenye maziwa yetu. Lakini tumefanya kazi na tunafanya kazi kwenye reli. Kule Mwanza kuna reli ya SGR inaendelea kujengwa, ambayo sehemu ya reli ile itapita hapa Simiyu, e, eneo la Maswa, wilaya ya Maswa. Lakini vile vile vile vile kuna reli tutaijenga inayotoka Tanga itapita Moshi ya Arusha mpaka Musoma na kwa hapa Simiyu tapita wilaya ya Meatu Itilima na Bariadi, na humo mote <clears throat> itakapopita itakuwa na vituo vya kushusha na kupakia. Nimelisema hili kwa sababu hii ni fursa ya biashara, lakini ni ajira kwa vijana wetu, kwa sababu katika vituo vile kutakuwa na maeneo ya biashara, mahoteli na maeneo ya biashara. Lakini sisi kama serikali tutajenga maghala ya kuhifadhia bidhaa zitakazosafiri na meli hiyo na reli hiyo, au kwenda nje au kwenda Dar es Salaam. Kwa hiyo hizo ni fursa maalum za ajira, ni kazi kwa ajili ya vijana wetu, na nasema ili mukae tayari mkao wa kula kuzitumia fursa hizo.